Ama unapata changamoto ya kujua ni aina gani application ukizifanya zitakupa matokeo zaidi, au kama unapata changamoto ya kupangilia application zako na kuzifuatilia bila kukosa taarifa yoyote, fuatilia video hii. Unachohitaji ni tool inayoitwa Job Application Tracker. Tool hii imenifanya kuwa smart kwenye application zangu, hata nilowafundisha namna ya kuitumia imewapa matokeo makubwa sana. Kama na wewe utaitumia vizuri, itakusaidia kukumbuka ulituma kazi wapi na ni kazi gani. Hutakosa interview wala deadlines. Utakuwa na mpangilio smart wa applications zako na utakwepa stress zisizo na ulazima. Ili uweze kuitumia kwa fasaha na kushauri uwe, na uwe una i-update mara kwa mara na weka reminders hata kwa Google Calendar ili ufanye ufuatiliaji wa uhakika. Unaweza kuitengeneza ya kwako kwa kutumia, uh, kwa kutumia Google Sheet I mean kwa kutumia Uh, Google Excel sheet, au ukatumia tu Google Doc ya kawaida. Lakini pia kama unaweza ukaihitaji hii, unaweza nikakuwekea linki hapo chini au ukiandika neno track naweza nikakutumia. Sasa unapotengeneza ya kwako, unapaswa angalau kuandika ama kuwa na vitu kama company name, au sehemu unaoomba hiyo kazi, aina ya kazi, job title, aina, uh, aina njia uliotumia kutuma maombi. Kwa mfano mimi kwenye hapa kwenye sheet yangu nimeweka njia mbalimbali, ukibonyeza hapa kwenye hizo option kuna LinkedIn, job portal, company website, email na referrals. Hata unaweza kaongezea za kwako, kwa mfano zika tofauti na za kwangu. Ukija kwenye insert hapa ukenda kwenye drop down itakuruhusu kuingiza za kwako kama ziko njia nyinginezo, lakini nashauri utumie hizi hizi au kama ziko njia nyingine mbadala ambazo nazitumia ku peleka maombi yako, labda kama ni physical unaweza ukaongezea pia hapo. Mimi sijaiweka hiyo, lakini lazima uweke tarehe siku ambayo umetuma hayo maombi status, maombi yako yamefikia wapi. Mimi nimeweka Um, in ambazo zinaonyesha hali ya maombi yangu kwa, kama nipo kwenye stage ya apply, apply, click apply. Kama ni nimeshapatataoeza labda imeshapangwa kama nimekataliwa nitabonyeza, lakini kama nimeshapata nimeshapataa, unaweza ukaongezea kipengele cha no ukawa unaandika mengineyo kuhusiana na hiyo kazi, ukawa na document chochote labda response ambayo umeipata eh, labda kama umekataliwa umekuambia kwa sababu gani, ili uweze uh, kukusaidia kuimprove uh, kwa application zijazo. Lakini mwisho weka uweka pia linki za hizo kazi zilipo, Link to job description ama career page, sehemu ambazo hizo kazi zilipo. Labda kama umeapply kwa email, inawezekana ulitoa hapo application. Basi unaweza kaweka hapa job description ilipo. Au kama umeapply kwenye portal fulani au umeapply kwenye LinkedIn direct for easy apply kwa LinkedIn, unaweza kuchagua hapo then ukaweka link ya LinkedIn hapo ambayo ni hiyo kazi. Kama utaitumia hii, inaweza kukusaidia ukawa smart sana na itakufanya uweze kufuatilia application zako mara kwa mara. Na unaweza kaona nayo kwenye simu ama kaona nayo kwenye uh, laptop yako.